Kama unasikiliza simulizi hii usisahau kubonyeza hapo chini panapoandikwa subscribe kwenye Qudra Simulizi. Mapenzi ya ajabu yaliyobadilisha hatima ya Ibrahim. Pembezoni mwa kijiji cha Musasa palikuwa na mto mkubwa uliopita katikati ya msitu mnene wenye miti mirefu na vichaka vya ajabu. Mto huo ulikuwa na maji safi yaliyong'aa kama kioo lakini pia uliogopwa sana na watu wa kijiji. Wazee walisema kuwa mto huo ulikuwa na siri nzito na kuwa si kila mtu aliyetembelea hapo alirudi salama. Siku moja, kijana mmoja aliyeitwa Ibrahim alitoka nyumbani mapema asubuhi akibeba ndoo yake ya kuchotea maji. Alikuwa kijana mnyenyekevu, jasiri na mwenye moyo safi. Tofauti na watu wengine wa kijiji, hakuiogopa mto ule. Kila siku alipenda kwenda pale, akifurahia upepo mwanana, sauti ya maji yakitiririka na ndege waliokuwa wakiimba juu ya miti. Watu wa kijiji walimwonya mara nyingi, Ibrahim, mto ule una samaki mtu, usikaribie sana. Lakini Ibrahim alikuwa akitabasamu tu na kusema, mimi siogopi. Maji ni uhai na mto huu hunipa amani. Asichokijua Ibrahim ni kwamba ndani ya kina kirefu cha mto aliishi kiumbe wa ajabu, samaki mwenye sura ya binadamu. Kiumbe huyo alikuwa msichana mzuri mwenye macho yanayong'aa kama nyota na sauti laini kama upepo wa jioni. Kila siku alipomwona Ibrahim akichota maji, moyo wake ulianza kuvutiwa na ujasiri na tabasamu lake. Siku moja, wakati jua lilipokuwa linazama na anga kuwa la rangi ya dhahabu, msichana yule aliamua kujitokeza. Maji yalitikisika taratibu na kiumbe huyo akatokea juu ya uso wa mto. Ibrahimu alishtuka, lakini hakukimbia. Alisimama pale macho yao yakikutana. Usiogope, alisema msichana kwa sauti ya upole, nimekuwa nikikuona kila siku wewe ni tofauti na wengine. Kuanzia siku hiyo, walikuwa wakikutana kila jioni kando ya mto. Walizungumza kuhusu ndoto zao, maisha ya kijijini na siri za mto. Pole pole urafiki wao ukageuka kuwa mapenzi ya kweli, mapenzi yaliyovuka mipaka ya dunia ya binadamu na ulimwengu wa majini. Baada ya muda, msichana yule alimwambia Ibrahimu Ninaweza kukupa utajiri na maisha bora, lakini kuna masharti. Ibrahimu alisikiliza kwa makini. Kila siku lazima uje kuniona hapa mtoni, na watoto wetu watakuwa na sura ya nusu binadamu na nusu wa majini. Ibrahimu alifikiria kwa muda mrefu, lakini mapenzi yake yalikuwa makubwa kuliko hofu yake. Alikubali masharti yale. Muda ulipita, na kweli Ibrahimu akawa tajiri Nyumba yake ikawa kubwa, mashamba yake yakazaa sana, na watu wa kijiji wakaanza kumshangaa na kumulishimu. Lakini kila jioni, bila kukosa, alitembea hadi mtoni kumwona mpenzi wake. Walipata watoto, na kama ilivyosemwa, walikuwa na sura ya ajabu, macho ya kung'aa kama maji ya mto na ngozi yenye mng'aro wa ajabu. Watoto hao walikuwa ishara ya muungano wa dunia mbili na hadi leo wazee wa kijiji cha Musasa husimulia hadithi ya kijana aliyependa samaki mtu, akathubutu kufuata moyo wake na akagundua kuwa mapenzi yanaweza kubadilisha hatima ya maisha.